Huwapa motisha wahandisi wanaofanya vizuri kuna shida gani? Kwa maoni yangu, kama tutakuwa tunafanya ufuatiliaji tukabaini wako wahandisi waliosimamia miradi kwa ubora kuliko wengine, pengine siku kama ya leo tukawataja, tukawatambua, tukapa na zawadi, kesho washindane na wengine, kwa sababu kwa asili mwanadamu anapenda kusikia sauti nzuri inayomwambia songa mbele kuliko vitisho vinavyomwambia ukifanya hivi nitakufanya hivi. Ni rahisi kuregulate kuliko kufasilitate. Bodi kama hizi zinapokutana na wahandisi, mhandisi moyo usimdunde akisikia bodi na nitembelea leo asianze kuhangaika kutafuta makaratasi ya kutafuta uhalali wa kuonekana yuko sahihi, asemi wanakuja ndugu zangu kuniangalia, wapi na mapungufu wanisaidie ili niende mbele. Hiyo ndiyo kazi ambayo msajili na bodi muifanye kwa wahandisi hawa. Msipofanya hivyo, hawa wahandisi wanatafuta maisha, baada ya muda watagundua hii kazi sitakiwi kuifanya, utamkuta anauza maparachichi ili mradi anapata pesa ya kuishi lakini mkiwalea mkaonyesha thamani yao mkawatembelea mkawa na dashboard ya kupata taarifa zao kila wakati, najua ni gharama kubwa kuwatembelea wote, lakini angalau kila baada ya muda fulani mkasema fulani anafanya vizuri, hata kwenye mikutano ukamtaja tu bila chochote, hilo litawafanya wahandisi wengi zaidi kuona taaluma yao inathaminiwa na wataongeza bidii kwenye kazi zao. Dunia yote hii tuliyopo inatambua kuwa taaluma ya uhandisi ni taaluma muhimu yenye thamani kubwa, ambayo ndiyo moyo wa maendeleo ya dunia. Tafiti nyingine zimeonyesha kuwa zaidi ya wastani wa asilimia sabini ya ubunifu mpya na teknolojia duniani unahusishwa moja kwa moja na taaluma hii ya uhandisi, ambayo ndani yake inajumuisha ICT, masuala ya nishati, viwanda, akili mnemba yote haya yametokea si kwa sababu nyingine, kwa sababu ya uhandisi. Inakadiriwa kwamba zaidi ya asilimia tisini ya vumbuzi na maendeleo ya viwanda huhitaji huduma ya moja kwa moja ya wahandisi. Kwa hiyo kwa lugha rahisi, tunaweza kusema kuwa wahandisi hufanya shughuli za ubunifu, uundaji, utafiti, uvumbuzi, na usimamizi wa miradi, uhakiki na usalama na ubora, pamoja na ushauri wa sera na ubunifu wa mifumo mbalimbali kote duniani. Kwa vyovyote vile, hakuna mifumo bila wahandisi, hakuna ubunifu bila wahandisi, na kwa vyovyote vile hakuna sera nzuri bila wahandisi.